Niko Mwalimu Goreth, kama ilivyo ada, leo tuendelee na mada zetu. Lakini kabla hujaendelea, rafiki yangu mpendwa wangu, like na kusubscribe hapo chini. Leo tutazungumzia malezi kwa watoto wa kiume. Kweli tumekuwa busy sana na malezi ya watoto wa kike, lakini tunasahau kwamba taifa lolote ili liwe na ulinzi salama, sa liwe na amani na utulivu, eh, lisiwe na kelele mgogoro, lazima tuwe na taifa lenye wababa bora, kitu ambacho kimsingi tumejisahau tuko vizuri na watoto wa kike. Leo nataka nikukumbushe, ninajua unajua lakini naendelea kukumbushana. Mimi mzazi na wenzangu zangu zangu tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba watoto wetu wa kiume tunawatunza kama dhahabu, kwa sababu kama unavyoambiwa takwimu za kila siku, wanapozaliwa watoto watano, basi watoto wa kike ni watatu na kiume ni wawili. Maana ni kwamba idadi ya watoto wa kiume inapungua kutokana na sababu mbalimbali bado vifo humo humo, bado magonjwa, bado mmonyoko wa maadili, aakiu anapungua kwa. Mimi leo niko kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya mtoto wa kiume. Malezi kwa mtoto wa kiume ni safari inayomwandaa mtoto kuwa baba bora, kuwa kiongozi bora, lakini kuwa e, mtumishi wa Mungu mzuri e. Kwa hiyo tunategemea tuwapate mapadri wazuri, tuwapate mashehe, tuwapate wachungaji, tuwapate wakina baba ambao wako smart kutokana na malezi ambayo sisi wakina mama wakina baba tunawapa watoto wetu kwa sasa hivi. Kwa hiyo basi, malezi ya mtoto wa kiume yanahitaji moyo kwelikweli, sio jambo la lelemama kama tunavyojua. Umeshasema mtoto wa kiume kwa hiyo na malezi yake yanakuwa ya kiume kwelikweli. Kwa hiyo, wazazi wenzangu, ambao mmebahatika kupata watoto wa kiume kwanza, mjione kwamba mna vitu vya thamani kwenye familia zenu, lakini mjione kwamba mna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba unaandaa baba wakuwa wa, wa familia nyingine kwao Ukimwandaa mtoto wako vibaya wa kiume, jua kabisa unaandaa mzigo wa mwanamke mwenzio au wa mama mke wako huko baadaye. Kwa hiyo sisi wazazi tuna jukumu kubwa la kuhakikisha watoto wa kiume wanapata malezi yetu mazuri kabisa. Mtoto wa kiume anahitaji upendo kutoka kwa wazazi wake wote wawili, eh, kama Mungu kajalia wote wapo, lakini anahitaji unyenyekevu, anahitaji kulelewa ipasavyo, alelewe kiloo, kimwili na kiakili. Kwa hiyo wazazi wenzangu, tuendee kukumbushana. Malezi bora ndio zawadi pekee ambayo unaweza kumpa mtoto wako wa kiume. Ukimpa malezi mabaya jua, umetengeneza jipu kwenye maisha yako. Tunaona familia nyingi, mama analia, analia, mtoto wake wa kiume analia, anamtumbua e, mtoto mama kiaka zake kapochi e, pochi imepita hiyo, mtoto wa kiume sio. Mara mimba huko, jamani mwanafunzi katiwa mimba, mtoto wake wa kiume, mara vitu vinaharibika, mtoto wake wa kiume. Kwa hiyo sasa kuna jukumu kubwa sisi wazazi kuhakikisha watoto wao tunawalea kwa hekima wa na busara hali ya juu. Hivyo basi ni ukweli usiopingika wazazi wanaelekeza nguvu kubwa sana kwa watoto wa kike kuliko kwa watoto wa kiume. Wako watu wanaoamini kwamba mtoto wa kiume si atajilea tu huko atafanya kazi yake atabeba madumu huko atendesha bajaji, atendesha bodaboda, atajilea tu. Lakini wa kike, huyu wa kike bwana, akipata mimba hapa watu wanagopa mimba tu. Eh, akileta magonjwa hapa nyumbani wa jukuu wajukuu eh, naogopa hivyo lakini wamoni kama kuna shida baadaye ya mtoto wa kiume kama hatakuwa na malezi mazuri, jamii inakuaje? Wewe mwenyewe unakuaje? Lakini watu wengi ambao wamebahatika wame kupata maisha mazuri kutoka kwa watoto wao wa kiume, wanaweza kusimulia ni malezi ambayo wamewapa. Tunaona wetu wengi ambao wanapata matunda kutoka kwa watoto wa kiume. Hata sisi tuliosoma saikolojia tunaambiwa kuna utofauti katika masuala ya malezi, lakini iko kitu ya asili ambayo iko ndani ya mtoto wa kike kwamba rafiki yake mkubwa ni baba yake, na mtoto wa kiume rafiki yake mkubwa ni mama yake. Kwa hiyo kama utamlea vizuri mtoto wako wa kiume, mama yeyo, siri zote za mtoto wako wa kiume atakwambia. Lakini kama ata, baba atakuwa karibu zaidi na mtoto wake wa kike, hawezi kumwali mtoto hawezi kumzalilisha, baba yake atamwambia siri nyingi kwao. Wewe mwanamke mwenzangu, wewe baba, wajibu wa kulea mtoto wa kiume ni zawadi pekee kuliko zawadi zozote ambazo wanatarajia kumpa mtoto wako wa kiume. Yapo mambo ya kuzingatia. Kwanza, wanatakiwa kuwa wazazi bora na wa mfano kwa mtoto wenu wa kwa kiume, kwa sababu watoto wa kiume wana tabia ya kutunza vitu kichwani. Kwa hiyo wakiwa toka wadogo wao wanaona wanaangalia mazingira ambayo mnaishi baba na mama. Kama ni watu wa migogoro, basi na watu wanajifunza migogoro ambao mko nayo. Kama baba ni mkorofi, mtoto anajifunza. Kama mama ni mkorofi, mtoto anajifunza. Kwa hiyo tuone watoto wetu wanajifunza nini kutoka kwetu. Jambo lingine mpe muda wa kumsikiliza mtoto wako wa kiume, lakini pia na mtoto wako wakusikiliza akiume kiume. Tutenge nafasi tutenge muda, unakaa muda mwingine anapiga unapigaso na mtoto wako, mnataniana, mnacheka hivyo, sio muda wote watoto wakisikia unaingia ndani aenda kujificha chenye uvungu, wanakimbia nje, wanatetemeka, wanaenda kujifungia nyumbani kwao. Hapana mzazi mwenzangu, kwahiyo tuna wajibu kuhakikisha kwamba watoto wa kiume tunawalinda na kuwapa vitu ambavyo kimsingi vitawajengea mambo yao ya baadaye. Lakini jadiliana naye baadhi ya mambo, kana mtoto wako wa kiume, mjadiliane eh. Kuna watu wengine wa kiume, kidogo umri umesogeasogea kidogo unaweza kukaa nae kamwambia, mwanangu, lile shamba la sehemu fulani tupande kitu gani? Mtoto ana kitu kichwani, atakushauri, mama, pale tupande kitu fulani, hivyo tufanye hivi. Sinanielewa wazazi wenzangu? <laughs> Lakini mpe adhabu zinazolingana na umri wake.

Huyo mtoto anamchona hivyo viungo, nataka kuja kuwa mme wa mtu baadaye. Kwao tuangalie na adhabu mama. Unapiga mtoto yaani, mpaka nataka kumvunja shingo, unamvunja kiuno, unasaau kesho peso yake eh? Ko, tuangalie pia na adhabu, lakini mfundishe kujali, mfundishe mtoto wako kuwa na huruma, mfundishe kuwapenda wadogo zake, mfundishe kuwapenda wengine eh, mfundishe kuwa na utu kwenye jamii na kwenye familia yako, lakini mpe uwezo wa kujiongeza

Mfundisha namna ya kufuga lakini, kaa kuna duka, mpe akafanya biashara e mnufu, ili baadaye aje kuwa baba, baba ambaye anaweza kutafutia familia yake. Lakini lingine, mfundishe kumcha Mungu, mwambie mtoto wako yaani, mambo yote hawezi kuenda bila Mungu. Mfundishe kusali, mtume kanisani, mtume msikitini, mfanye kuwa mtu wa maono. Atakuwa mtoto bora zaidi, atakuja kuwa baba bora kwenye familia yake. Lakini jambo lingine mtoto wako huyo mfundishe mila na desturi ambazo zinahitajika kwa sasa. Ziko mila na desturi nyingi ambazo kimsingi hatuzihitaji katika nyakati hizi, lakini ziko ambazo zinahitajika. Mfano, mfundishe mtoto wako maswala ya tohara, hajue umuhimu wa tohara. Lakini mfundishe maswala yake ya hake, uzazi, hajue kwamba akisha balee basi viungo vyake uzazi vinabadilika na mambo gani atakuwa naye. Wazazi wengi wanaogopa sana kukaa na watoto wao na wakawaambia maswala yao oh, aya, wanaona aibu kwamba niweza kuambia mwanangu sasa umebalee ba tu utakumbana ba na dalili hizi. Kusema, jenga tabia ya kumchunguza mtoto wako, hasa wale wanapokuwa wadogo, mwogeshe, mchunguze. Watu wengi wanafanyia vitendo vya katili, hasa kwa mashuleni Tumeona sasa hivi miaka ya karibuni, watoto wengi wanaoutiwa, wazazi wanakuja kugundua mtoto ameshaharibikiwa. Lakini laiti mzazi ungepata nafasi ya kumchunguza yule mtoto eh, ungegundua kwamba mtoto wako tayari ameshachezea, ameshaharibika. Lakini pia mpe msingi ya kwamba mtoto wako wee, huye wa kiume, atakiwe kuchezea sehemu zake za siri eh, asichezee na mtu yoyote. Wazazi wengi wanaogopa, unawakaribisha ndugu zetu wengine wa kiume, wajomba, wakinakaka, e, eh, e, anataka kumfanyia mtoto wako kitendo cha kikatili, anataka kumwaribu mtoto wako, lakini lazima umtengeneze mtoto wako namna ya kujitetea. Kama akwambia wapige kelele hivyo.